Na tunajiunga na mwenzetu Harriet Shija kuona ameandaa nini kwa siku ya leo, karibu Harriet. Asante Paul Alphonse, pamoja na Flora Mwano, mtazamaji wa TBC One. Karibu katika habari za uchumi na biashara, mimi ni Harriet Shija. Waziri mkuu Kassim Majaliwa amebaini kuwepo kwa udanganyifu unaofanywa na wafanyabiashara wanaoingiza nchini mafuta ya kula toka nje ambao unafanyika kwa lengo la kuikosesha serikali mapato. Mwandishi wetu Leonard Manga ana taarifa zaidi. Baada ya kufanya ziara katika maeneo mbalimbali ya uzalishaji kiwandani hapo hatimaye alifika katika maabara ya kiwanda hicho, ambapo walionyeshwa namna wafanyabiashara wa janja wanavyoibia serikali ina ya asilimia. Sasa ukiweka lita kumi ya hii na ukiweka pointi moja ya hii umeshapata point 7 na Tanzania group. Kwa hiyo wanaweka pointi mbili, imeitwa group, au wataongeza point ili ionekane group zaidi, imechanganywa na uchafu. hiyo ahiyo iyo yapa inayotumika kutengeneza sabuni ili kubadilisha rangi na kuongeza nza kinachofanywa na, na yeah, wafanyabiashara hao ni kuagiza mafuta safi ambayo huyachanganya na kemikali aina ya palm fatty acid ili yafanane na mafuta gafi kabla ya kuingiza nchini. Baada ya kupata maelezo hayo Waziri mkuu akatoa mtazamo wake kuhusiana na swala hilo na mgogoro wetu kati ya watendaji wetu walioko bandari pia na watu wa bandari dhidi ya wafanyabiashara wetu wanaoleta mafuta haya. Sasa ndio tumepata mahali pa kuanzia, lakini lengo tuendelee kuwafanya nyie wenye viwanda nchini kupata mafanikio. Kutoka hapa Singida mimi ni Leonard Manga wa TBC.